Naitwa Good Luck Joseph aka Imani Joseph formerly known as the Rap Addict, na karibisha sana wewe mwanangu, katika episodi yetu ya kumi na mbili ya Wanangu Podcast. Wimbo ulitoka kuwasikiliza unaitwa siri ya mapenzi wa kwake Huseni Jumbe, ambaye kwa sasa ni marehemu, rest in peace. Alituachia hii classic ambayo inaitwa siri ya mapenzi, ndio inatufungulia episodi yetu ya kumi na mbili ya wimbo huu pia unapata nafasi ya kutufungulia mada yetu ya leo, ambao unataka kuzungumzia vitu viwili: cha kwanza ni siri, na cha pili ni faragha. Watu wengi tukiwa tunazungumza mtaani, tunachanganya hivi vitu viwili, lakini ni vitu ambavyo viko tofauti. Japokuwa siwezi kuwalaumu watu wanaochanganya hivi vitu viwili, kwa sababu hata ukisoma katika kamusi ambayo imeandaliwa na TUKI, Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili, ukisoma maana ya neno siri, utakuta pale chini umewekewa visawe. Visawe kwa Kiingereza ni synonyms Yaani yale maneno ambayo unaweza ukatumia kama mbadala wa hilo neno ambalo limekuwa defined pale juu, na ukisoma siri pale chini umeandika faraga. Ukienda kwenye kusoma kwenye definition ya faraga pale chini umeandika siri. Kwa hiyo wanamaanisha kwamba ni maneno ambayo yanaweza kutumika interchangeably. Lakini regardless, leo nitakupa context, nitakupa muktadha ambao utaweza kuona jinsi gani ya maneno mawili yanaweza akawa ako tofauti lakini vile vile utakuwa na mambo mawili matatu ya kujifunza kutoka kwenye huo muktadha ambao nitakupa. So muktadha ambao nakupa nakupa ni wa relationship relationship, au sio, context ya relationship. Imagine kwamba uko na boyfriend au uko na girlfriend au uko na na mume au na mke. Sasa katika muktadha huo ndo tutaangalia kipi kitaweza kuwa siri na kipi kinaweza kuwa faragha, na tunaweza kuanza kwa kuangalia maana ya haya maneno, maana ya Kiswahili kabisa ni kwamba siri ni habari au jambo lililofichwa. Kwa hivyo usiri ni ile hali ya kuficha jambo au habari fulani. Faragha ni ule uhuru wa kufanya jambo lako pasipo kuingiliwa, yani kama unataka ujifungie chumbani, labda ulie, hiyo ni faragha. Hakuna bila kuingiliwa, yani umeamua ujifungie chumbani ulie zako, au sio? Hiyo ni faragha. kwa hiyo Umeona tofauti kati ya siri, siri ni, usiri ni ile hali ya kuficha jambo. Faragha ni ule uhuru wa kufanya jambo lako pasipo kuingiliwa. Uh, usiri kwa Kiingereza ni secrecy. Faragha kwa Kiingereza ni privacy. Kwa hapo tunazungumzia secrecy na privacy. Kwa hiyo aturudi sasa kwenye ule muktadha ambao nilikuambia hapo mwanzoni kwamba nitautumia wa watu ambao wako kwenye uhusiano boyfriend na girlfriend, au, au husband na wife. Ni mambo gani ambayo wewe una consider kwamba ni siri? Au tuanze kwa kuuliza, je, una siri ambazo ambazo partner wako hazijui? Na kama zipo, unatumia vigezo gani kufanya kwamba hili jambo ni siri au hili jambo ni faragha yangu, kwa hiyo sitakiwi kuingiliwa kwa sababu katika maana ya kawaida tu ya watu ambao wako kwenye uhusiano fulani au wakimapenzi, ni kwamba wanashare vitu vingi na ideally, ni kwamba wanashare kila kitu, lakini sidhani kama ni kweli kwamba watu wanashare kila kitu. Nafikiri kila mtu ana siri ambayo pengine anaweza akaingia nayo kaburini. Watu wengine wanaweza akakataa, lakini naamini hivyo. Inaweza kawa, inawezekana kawa kweli au isiyo kweli, regardless ni kriteria gani ni vigezo gani unavitumia kusema kwamba hii siri siwezi kumwambia mtu wangu, au jambo hili ni faragha, nataka nilifanye mimi mwenyewe, yeye asiwepo. Kwa kuna vitu ambavyo nataka tuangalie, kwa mfano, kwa mfano, ukienda uani tuseme, unafunga mlango au unaacha wazi eh, kwa sababu kwangu mimi ninavyofikiria ni kwamba kwenda uani ni jambo la faragha, japokuwa inategemea na watu wanavyoishi mtu anaweza asifunge mlango, kuna wengine wakienda uani hawaongei kabisa mpaka atoke. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vinaweza kawa, inategemea na mtu na aina ya relationship na utamaduni aliotokea na utashi wake kwa ujumla. Ndio inaweza kufanya yeye Yeah, amue kufanya jambo kwa namna gani. Lakini, eto mlango, swala mlango, kwa hiyo kwa maana ya kawaida faraga ni kwamba ukienda kule ukafunga mlango, ile ni faraga yako. Una uhuru wa kufunga mlango na kufanya mambo yako kule mpaka utakapomaliza utatoka. Hiyo ni faraga, kwa hiyo sio siri, kwa maana ya kawaida na kwa definitions ambazo tumesoma, na kwa sababu unapata uhuru wa kwenda kufanya mambo yako na kutoka bila kuingiliwa na mtu yoyote. Kwa hiyo kwenda uwani ni, ni, ni, ni swala ambalo tunaweza tukazungumzia kwamba ni, ni faraga ya mtu, sio siri. Siri ni habari au jambo lililofichwa. Kwa hiyo kwenye uhusiano watu wana siri zao si ndio? Unaona, kila siku watu wanalalamika, au fulani amenichiti au kumbe alikuwa na, na, na mtu mwingine na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hizo ndo mfano wa siri, na kutokana na ukweli kwamba siri ni jambo ambalo lililofichwa, mara nyingi hata kama ufichaji wako wa siri umeufanya kwa sababu ya tuna roho nzuri kwamba utaki mwenzio labda ajue kitu fulani, kwa sababu labda anaweza akaumia, lakini pia anaweza ikaleta wasiwasi au mashaka kwa mwenzio kwamba kwa nini ufiche hili jambo? Kama sio ishu, kama huna nia mbaya, kwa nini ulifiche? Kwa hiyo nadhani mpaka hapo unakuwa ushaanza kuona tofauti kati ya siri na faragha. Wacha ni nikupe mfano mwingine. Vipi kuhusu passwords, eh, haya maneno ya siri ambayo tunayotumia kwenye simu zetu kwenye mitandao ya kijamii ye, ni swala ambalo una share na mwenza wako? Kwa sababu kama tunasema ni mwili mmoja, kwa mfano watu ambao wameoana, ideally ni kwamba ni mwili mmoja. Kwa hiyo ye mwenza wako anajua password zako za kuingia kwenye simu au kuingia kwenye social media, ye anaweza kawa na access ya DM. So, ni wapi ambapo unachora mstari kwamba no huku ni faragha yangu ni wapi ambapo tunachora mstari na kusema kwamba no hii ni siri yangu. Eh, yeah. Kwenye swala kama hilo kwa mfano. Lakini vile vile kuna watu wenzetu huko wanakuwanga, mfano kama wa Mexico wale, wana, wana, wana utamaduni wao wanakuwa na zile recipe, yani yale maelezo ya upishi ambayo nakuta kila familia inayo au familia fulani inaweza ikawa nayo kwamba sisi, bwana, keki yetu huwa tunapika hivi hivi hivi na hivi sasa zile resepi au ayo maelezo huwa anayafanya kama siri, hatoi yani, uh, hata ukienda kula ukasema hii keki nzuri hivi umetumia nini na nini, atakutajia tu ingredients, lakini kuna vitu hata kutajia ili usijue. Kwa hiyo ni siri hiyo, ni siri ya familia, na hata hiyo yeye hawezi kutoa, na siri hiyo hurithishwa kutoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine. Kuna ujumbe nishaye kuona mtandaoni imeandikwa keep your relationship private without keeping your partner a secret kwamba unajua siku hizi kutokana na uh, social media faragha imekuwa inaingiliwa sana, vile vitu vingi ambavyo zamani vilikuwa vinakuwa considered kama ni vitu vya faragha kwamba watu wa familia tu ndo wanayopaswa kuvijua, kama ni mme na mke, sometimes hata watoto wenyewe wajui, lakini unakuta siku hizi zimekuwa exposed kwenye kwenye kwenye kwenye social media. Tena unakuta viko kwenye video form kabisa, au unaweza kaa kwenye picha, au unaweza kaa kwenye mfumo wa caption moja ndefu sana ambayo inaelezea vitu vya ndani ya familia. Kwa hiyo social media imekuwa changamoto sana kwenye swala zima la kutunza siri na kutunza faragha zetu vile vile. Na katika kufanya hilo, nafikiri ni muhimu kukumbushana kwamba kuna baadhi ya vitu havipaswi kwenda nje. Japokuwa hizo simu mmenua nyi wenyewe, mabando mmeunga wenyewe, sasa mimi ni nani nikuambie kwamba usiposti hiki hiki na hiki kwa sababu una uhuru wa kufanya hivyo, na kama mtu mzima una uwezo na uhuru wa kufanya hivyo. Lakini kwa hali ya kawaida, nafikiri binadamu huwa ana siri, ana vitu ambavyo hataki watu wengine wajue, lakini sometimes, ana, ana, ana uhuru wa kuwa na faragha yake, kuweza kufanya vile vitu ambavyo yeye anataka kuvifanya pasipo kuwa na macho ya public, sawa. Kwa hiyo nafikiri ni muhimu Wakati mwingine siri kama nilivyosema, zinaweza zikaibua vitu ambavyo ni vibaya, lakini utunzaji siri sometimes ni kitu kizuri, kwa sababu sio kila kitu kinatakiwa kwenda nje na sio kila kitu kinatakiwa kuwa shared na sio kila moment ambayo tumekuwa nayo kama husband and wife au boyfriend na girlfriend, basi iwe shared na watu wengine. Sometimes it's cool to just be ourselves na tuka tuka enjoy, sio wenyewe moment au sio bila kushare na watu wengine. I think Hicho ni kitu ambacho watu pia natakiwa kuconsider, kwa sababu, hususan hao watoto ambao wanakuja kukua ambao social media wamezikuta, yani wanakuwa nazo, so they, they don't even know kwamba how it, it feels like kuwa na siri au how, how it feels like kuwa, kuwa na privacy yako, kwa sababu wamezaliwa katika information age. Kwa hiyo kila kitu ni share share share share post post post. Kwa hiyo sometimes kukumbushane, sometimes tukumbusha watoto tunawalea kwamba kuna vitu vinatakiwa viwepo siri na kuna vitu vingine vinatakiwa uvifanye ukiwa faragha, au sio? Kwa hiyo that's it, mpaka ufikie hapo. Tunakuwa tumefikia mwisho wa episodi yetu ya kumi na mbili ya Wanangu Podcast. Kama una chochote cha kuchangia, usisite kuacha comment katika uh, channel yetu ya Wanangu Podcast iliyoko Telegram. Uh, na vile vile unaweza kaacha maoni yako pale, uh, namna gani ambavyo unajisikia, au uh, namna gani ambavyo unalichukulia swala la usiri na na, na, na faragha katika relationship lakini like vilevile katika maisha tu kiujumla. Kwa hiyo until next time, peace. Uh, Saidi Malale. Unasikia. Unasikiliza Wanangu Podcast.